Tanzania hii tuko bado katika mkoa wa Njombe, tukiwa tuna pilikapilika pilika za hapa na pale kuhakikisha kwamba mambo yanazidi kuwa murua, lakini tunazidi kuenjoy tukiwa tunakutana na wana ambao ni wanaharakati kwa kichwa maisha yao pia yanakwenda, hususan katika nyakati hizi za kidijitali, mambo ni kidijitali zaidi. Uh, na tunawekeza maisha katika nyanja tofauti tofauti. Niko na mwamba leo hapa uh, ambaye nimekuletea ili kujua uh, kipi ambacho anakifanya katika utafutaji wake wa kila siku, lakini ni nani na harakati zake zikoje? Basi ungana nami, naitwa mzee wa tatu, niko naye Uncle J kupitia Asili Yetu TV. Niko na mwamba hapa, afisa usafirishaji eh, kutoka mm. Njombe, Tanzania. Mwamba aje kwa heshima kubwa sana yeah. afisa usafirishaji mkoa mzima wa Njombe, mkoa mm. wenye wada la topo. <laughs> ndugu yangu, kwa heshima na taazima. <laughs> na kusikiliza ndugu yangu, asante. Nataka t -t tugusie kwanza hapa kwa yule ambaye ndio kwa mara kwanza anakutazama kupitia Asili Yetu mm. TV, pengine hakufahamu, ukiachana na ili afisa usafirishaji yeah. majina yako yale akinida Ale. Mimi naitwa Jacob Peter Mhidze mm. nimezaliwa Njombe, Tanzania mm. Kibena hapo, okay. nimeishi cha ugingi, nimesoma Njombe mm. nimemalizia mpe sekondari mm. sasa hivi ni afisa usafirishaji mkoa mzima wa Njombe. Unasafirisha nini? au ni jina tu mmeamua kujipa, mm. ili maisha yaendelee. Mimi ni dereva yeah. wa gari za mizigo okay. napakia mizigo kutoka Njombe mm. kuelekea Dar es Salaam, Tanzania mm. napakia mkaa napakia mahindi, napakia skrepa mm, mi napakia mizigo yoyote yoyote, hata kama una kitanda una uhamisho mm, una vitu vidogo <laughs> vidogo kitoke Dar es Salaam kije Njombe. yeah. hamna kitu ambacho nakosa hapa usafirishaji. Nipo pamoja sana nyinyi ndugu zangu mm, kuhakikisha nawasafirishia kitu chochote kile kinachoelekea kitoke Dar es Salaam kije Njombe, kitoke Njombe kiende Dar es Salaam, kasoro usafirishi bangi tu, ila vinginevyo mm, twende wadala <laughs> Eh, wadala ondoka dasamu, wanarudi huku lete. <laughs> <laughs> vitu simple sana hivyo. Eh bwana afisa usafirishaji, umekuwa maarufu sana hususan ni TikTok, yani au mitandao mitandao ya kijamii, umekuwa wengi watu wanakuona harakati zako za hapa na pale na nini. Uh, tuna nataka tujuze kitu kidogo, kuna tofauti gani kati ya maisha yako halisi <havisa> <havisa> na maisha yako kwenye mitandao, maana watu yani Yeah. Aha, <laughs> kitu cha kwanza, tofauti ya maisha yangu ya mtandaoni na maisha yangu ya kawaida, mimi afisa usafirishaji najiita mtu wa, najiita ni afisa usafirishaji mzee wa wadala top sana. Nje ya pazia na watu ambao nje ya pazia wanaelewa maana wadala top ni wanawake. Wajua huyu afisa usafirishaji ni mtu wa kutumia wanawake sana. Hapana. Mimi ni afisa usafirishaji na wapenda wadala wa mkoa wa Njombe kwa sababu wanajitambua, wana nidhamu ya hali ya juu. Ndio maana nikawasema mkoa wa Njombe una wadala top, kwa heshima mkoa wa Njombe. Ndio maana <laughs> nje hapa zime ah, huyu afisa usafirishaji huyu, inaonekana atakuwa ni mzee wa wadala sana, anapiga wadala. Hapana, sipo mm. wa hivyo, ndugu yangu okay. Eh, yeah. Mara nyingi tumeona watu kama nyinyi ambao tayari mna na nafasi kwenye mitandao ya kijamii yeah. Uh, tunapenda kuwatumia kama muongozo kwenye maisha ya wale ambaye wafuasi wenu tunawaita. Yaani yeah. Kwamba mtu akiangalia hivi afisa usafirishaji leo kafanya hivi kafanya hivi inakuwa kama vile unapeleka ujumbe au elimu fulani. Ah, yeah. Uh, lakini we kidogo umekuwa kama Comedians, so comedian ya, yani tukuiteje? yani sijajua tukuite, ya, tukuite comedian au aa, uh, content creator. Ah, hey. Aa, mimi ni mimi ni mtu fulani hivi ambaye mimi, mtufra, nivya, mbae, mm. mimi. Naweza nikawapelekea watu ujumbe kupitia mambo yangu ya mtandaoni kwa sababu watu wengi wananifuatilia. Mm. Naweza nikaitambulisha Njombe kila sehemu kwa sababu Njombe naipenda sana. Okay. Naweza huyu kazi ya afisa usafirishaji nikamtafutia, hawawezi kufika niliko mimi. Mm. Nikaelekeza pita hivi, fanya hivi, fanya hivi ili upate hivi kupitia afisa usafirishaji. Kwa sababu afisa usafirishaji ni mtu ambaye kwa sasa naona watu wengi wananifuatilia, watu wengi wananiangalia, napata kazi, napata dili. Kwa hiyo nikutana na dili. Mm. Kama dili ipo nje ya uwezo wangu, lazima niwape na wezangu chochote kitu. Bwana, hii kuna mchakato umepatikana, tupige huu tufanye hivi Yeah. ili tupate chochote kitu moja mbili tatu yeah. siku iende nilikuwa nakufuatilia kwenye TikTok kuna posti yako moja uligusia gusia ukasema wanaume wengi wa Njombe wanafanya mapenzi pasipokuwa na kinga wakitegemea kula nini zini numbu yeah. yeah. yeah. uoni yeah. kama vile unawaingiza watu chocho sio unawaingiza chocho ah. Mimi nilikuwa nawaelimisha ndugu zangu ambao wanatoka huko, wanatoka Dar es Salaam, wanatoka wapi, wanaingia mkoa wa Njombe. Kuna kitu kimoja kidogo kinaitwa numbu. Zile numbu zile, ua, ni kitu kimoja kinatibu magonjwa mengi sana. Ukiona umefika njombe hapa ukasubutu kufanya mapenzi bila zana, kula numbu kwanza. Numbu inastafisha vitu vingi sana, ni kama ni dawa hivi eh. njombe... Njombe manane sana ndio, kwa sababu njombe ndo, ndo, ndo mkoa ambao unaongoza kwa changamoto ya maambukizi ya ukimwi uh, alafu unapowaambia watu kwamba numbu zinasaidia zi, zina, zina kupunguza maambukizi ya, ya, ya magonjwa ya zinaa, mm. Yeah. Lakini angalia watu wanakula sana numbu, lakini bado magonjwa, bado ndo tunaongoza Njombe ah, eh. Inaongeza kwa maambukizi ya ukimwi ni kitu kimoja mm. Wanatoka mbali watu sana <laughs> <hana kipengele chochote. laughs> <laughs> kwa sababu ukitoka huko ukija kumtafuta mdala wa Njombe bwana, mm. mimi nimekupenda akakupenda ndio, ukitaka kufanya naye mapenzi bila kutumia kono mawezi kukubali, kwa sababu anajilinda anajiheshimu, pamoja na kutishia Njombe kuna ukimwi, huwa anajilinda sana. Ndio maana maambukizi ya ukimwi ni watu wanatoka mbali, wanakuja kutengenezea pila Njombe na Njombe si msalama sana. Wewe mwenyeji wa Njombe, umezaliwa Njombe tena kibena mjini kabisa Njombe, tunasema hapa eh. Tabia gani ya Njombe ambayo unajivunia sana hata ukikaa hivyo unasema mimi Njombe yani, hata ukija intro kwa watu unajisifia, mm, nyumbani yeah, kitu fulani unajisifu nacho yani, inakuwa una proud, kitu, mm, ambacho mimi na, na proud ya Njombe mm, vijana wa Njombe ni wachapakazi sana. Okay. wanafanya kazi sana, mm, wanajituma sana, mm, maneno ni wanoku wanoku ni wachache sana, mm, ambao wanataka kuwachoshosha wengine wafanye kazi, lakini vijana wa Njombe wanajituma sana kwenye kufanya kwenye utafutaji, wanatafuta kweli kweli, eh, kitu chochote <laughs> na ndio maana Mungu anawaona <laughs> anawajibisha kidogo wapate chochote. Mm. kwa sababu mtu kishaonyeza utafutaji mm. kwa juhudi mm. hata Mungu ajua hawa vijana wanajitafuta. Ndio maana Njombe vijana hela zipo, zipo, naona zipo. yeah. vijana wanavyolinga Njombe na <laughs> kitu okay. gani ambacho ukipendi sana na tabia gani yani kinjombe, Njombe, ambayo upendi yani, ukiona unajisikia kero nsema hawa, ingekuwa ni mimi hawa viboko vijana kuna baadhi ya vijana wachache mm. wanapenda kushinda shinda sehemu za starehe mm. muda mwingi wapo sehemu za starehe hawatafuti hela mm. ukitokea pale nulie bia nulie bia, kile kitendo kinanikwaza sana. Kijana inabidi utafute, unapoenda sehemu ya starehe, tumia hela yako kweli kweli, sio unaenda sehemu ya starehe kumtegemea mtu fulani, kile kitendo huwa kinaniuza. Na wanawaangalia vijana hawa, muda wa kutafuta wapo wanakunywa, muda wa kutafuta wapo wanafanya hivi, mgozi wapo kutafuta wenyewe wapo wanafanya hivi, baadaye akashughuliki, wenyewe wanasubiria utokee pale, au ipite 9494D aombe posho, kuna posho ie yani, kuna, kuna utoaji wa posho unatoa posho mm. Kwa sababu unajua huyu naye anajituma anafanya kazi kila siku, kijana anapita amekaa pale pale chini mm. hana cha kufanya, akitoka ameingia klabuni na kiote elfu mbili umempa posho kwa klabuni, kinanikwaza sana. lakini kuna, kuna, kuna post yako TikTok kama vile umewapa kiki, ukasema Njombe, vijana wa Njombe ni watu wa kutumia sana pesa, na ndio maana wa, wa, wa dala top kwa sababu mkwanja upo. Haa. Mkwanja upo kwa sababu watu wa Njombe bwana wanafanya kazi sana, wanalima sana, vijana wanaenda mashambani. Yani vijana wapo mjini hapa ni wachache sana, lakini mashambani huko watu wanalima, wanapasua mbao, wakiingia mjini hapa wanatumia hela. Ndio maana wadala wengi wanahamia Njombe. Hela si ipo nyingi. Vijana wanatoa. Kijana anamuomba elfu mbili anakupa elfu saba. Kwani useme hela ipo top. Ndio maana yani vijana wanafanya kazi na wanapata hela. Njombe ni uhakika sana. Yani ukiona umezaliwa Njombe, yani Njombe yani basi wewe jivunie sana. hebu mm. E, tuambie tageti yako nini? Wewe umeshakuwa maarufu kwenye mitandao yeah. ya kijamii e. una mpango wa kueje? Yani kwa hapo ulipofikia, unaona panatosha mm. au unataka kuendeleza? Uendeleze vipi kwa manufaa yapi? Yani umetageti nini kuhusiana na mitandao ya kijamii okay. mm. mm. ya kijamii okay. yani mm. oh. yani mm. yani mm. kwa sababu unaoniheshimisha sana. Lakini kule Dar es Salaam hawa wa Dar es Salaam hawaelewi, watu wengi wanaoshinda Kariakoo ni wa Njombe eh. Ukitoka Njombe hapa nenda Kariakoo, ndugu zangu wengi sana. Wa Njombe apa, usafirishaji sa, sa, sa, sawa tua pamoja sana, sana. Yaani ni vijana wengi sana lakini kuna watu wanaona kama tunaotoka Njombe <coughs> ni watu wa shamba lakini haipo hivyo hata siku moja okay. Vijana wa Njombe yaani Njombe ni sehemu ambayo inatoa watu wengi sana inapeleka jijini kule inatoa watu wengi sana inapeleka Mbeya inatoa watu wengi sana napeleka Mwanza kwa sababu vijana Njombe, akitoka Njombe akienda Dar es Salaam anafanya kazi, haendi kucheza kule. Akitoka kijana Njombe akienda Mwanza haendi kucheza kule, haendi kushangaa watu, yeye anaenda kupiga kazi kweli kweli, ili anavyorudi nyumbani kuna watu wanamtegemea na yule anaheshimika. Ndio maana, ndugu yangu, unaanza kukuta kuna kijana ameenda Dar es Salaam, anavyorudi Njombe kwa sababu kijana Dar es Salaam anafanya nini, anarudi yani, anatishia kidogo Njombe kwa muda wa wiki tatu wiki nne, hela ipo, afu anarudi tena kutafuta tena. Ndio haya vijana wa Njombe wanatafuta kweli kweli. Okay bwana, Kinjombe Njombe hapa au sio? Njombe tu tuzungumzie Tanzania. Yeah. Vijana wengi Ah, mitandao ya kijamii sahivi manufaa gani? na ndugu we, um, um, yeah. mm. zangu wengi sana mm. imenipa madili madili mengi sana kwa sababu mm. mtu kuona anavyofanya mtandaoni ananitafuta tukafanya mitandao ya ananitafuta. Mitandao ya kijamii imeniheshimisha sana kwa sababu mimi naweza nikatoka Njombe mpaka nenda Dar es Salaam. mm. Naweza ni yani ni, ni nisikutane na vikwazo vingi sana kwa sababu ya mtandao wa kijamii naweza, okay, ikatokea nikafika njiani gari mimi kaharibika nikapata msaada mwingi sana kupitia mtandao wa kijamii. mm. yeah. wa kijamii watu siwajui, lakini mtu akasimama kwa sababu anakuona TikTok, akisimama mtu anakuona Facebook. Mtandao wa kijamii mimi bwana Umenifikisha sehemu nzuri sana. Umenishimisha. <laughs> <Umenishimisha sana. laughs> <Umenishimisha sana. laughs> Hebu hebu tuambie ujumbe wako wewe kwa vijana wenzio sasa hususan wanaopenda kutumia mitandao ya kijamii ile kishamba kishamba. Yangu kutafuta tu wadala, nini na nini. Eh, eh, unapo ujumbe gani wewe? Mitandao ya kijamii sio sehemu ya kutafuti ya wadala. Yeah. Mitandao ya kijamii sio sehemu kutafuti ya kutafutia wadala mitandao ya kutafutia ya kutafutia dili inakupa riziki yeah. Nzuri sana uonyesha, okay. Kitu unachokifanya kwenye mitandao ya kijamii watu watakua na wengi sana mm. Watakutafuta kama wewe ni mkulima, uonyesha mimi nalima viazi kweli kweli wapo wawili watatu, hawezi hawezi kukuonyesha kwa leo mm. Unaona, ukapost post mambo ukakuonyesha kwa leo, kuna siku kuonyesha bwana, wewe ni mtu fulani, unafanya yeye. Hey, tunaomba kiasi fulani cha hiyo mzigo wako, basi mtaona kwa jamii uko umekusaidia saidia. Popote pale ukafika hapa, eh, kuna afisa usafirishaji mkoa Njombe eh, na hapa tunataka tupige naye story kidogo, lakini tunataka tugusie gusie eh, maana maafisa usafirishaji lazima utoke eneo moja kwenda jingine, ndio umesafirisha. mm. Uweze kusema umesafirisha, umeketi hapo hapo, lazima kuonyesha eh, kusogea bwana, wanasema kwamba kama madereva au wasafirishaji maafisa, nyie, kunakuwa na changamoto nyingi sana kwenye barabara e, na changamoto hizo zinaweza zikawa a za usalama maafisa usalama, labda kero za hapa na pale, mageti ya ukaguzi, hususan katika bidhaa hizi tunaambia ushuru, lakini pia mazingira tu yale, eh, wengine wanasema unamwona mdada ukifika kapotea. Tunataka eh, tujue changamoto ambazo unakutana nazo we, au uliokutana nayo, alafu unaona sasa hizi ni changamoto, na wengi mna kutana nazo na mnataabika nazo sana. Ndiyo, ndiyo, changamoto za barabarani, changamoto mm. Zipo nyingi sana mm. Kwa sababu barabarani ni sehemu ambayo ndio kuanza na Mungu umalize na Mungu, Mungu akutendee miujiza mm. Ufike sala, salama sehemu ya tukio mm. Bila hivyo uweze kufika sehemu za barabarani, kuna mambo mengi sana unaweza kutoka, ndugu yangu hapa, mimi kama mimi natoka Njombe naelekea Dar es Salaam huko mm. Huko smart umenyoka mm. Kuna hili wala hili akatokea mbele yako akasinzia mkakutana mm. Tayari hiyo ni changamoto kubwa sana ikakupa ulemavu ikakupa ni nini, ndio maana sisi madereva huwa tunaanza na Mungu, Mungu tunamaliza na Mungu, Mungu atende miujiza. bila Mungu ndugu yangu hmm. Mimi afisa usafirishaji naonaga si kitu chochote hmm. Kwa hiyo Mungu anaelewa. kuna ukaanza kuingia barabarani vibaya ukamtenga mtu wa nyuma, akauvateka, akakuwekea gari mbele, yani, kuna, kuna, kuna, yani kuna up, kuna mtu mna, mna, kuna upendo na kuna upendo mwingine yule haupo sana, bala bala, yaani kwa madereva wengine wana roho ngumu sana barabarani humo, yaani kwa sababu mtu anakuja sema, ah huyo kuja nimtengenezee mazingira fulani huyu nimfanyie hivi mm. shanga tayari ame mm-hmm. kuburuza na gari makusudi. Kwa hiyo pamoja na na, tunasema na, na, kwamba madereva wanapendana lakini bado kuna baadhi wachache wanachuki mm. Eh, yeah. Madereva tunapendana yaani tunapendana sana yaani na ninachoshukuru Mungu kwanzia mwaka, kama mwaka, mwaka, mwaka, mwaka, iya, mwaka mm. Madereva tuna upendo hali yajuu sanai ni, ni, mm. sana. Kuna baadhi ya madereva wanachuki zao binafsi mm. Aamanee kampinafaid sana okay. Kwenye ile kampuni anafaidi sana anaweza kakufanyia tu figisu likakukuta jambo hmm. na kwenye udereva wako wewe, labda imeo kutokea ni mnyama gani ambayo ukimgonga uki kwa gari I, yani inakupa hofu sana. Wengine wanasema paka, wengine nini, wewe upande wako nani, mnyama gani? Ah, hata wewe, mimi, paka huyo. <laughs> mimi nikiunga paka, yani naona kama nimetafuta gundu ya maisha hiyo. Unagongeje paka barabarani? Paka ana roho ngumu sana. Afu unamgongeje paka? Unjua, wewe umeitafuta hiyo, gundu inakutafuta barabarani. Hmm. Yaani ukiona amegonga paka, hmm. paki gari lala. Bora mke hata kesho jioni uanze safari na upe ulisahau hilo tukio, mpaka mm. ana roho ngumu hapo na gonga amekufa. Ah, lo ndugu yangu, wewe ujue mm. umetafuta mkosi ambao yani Piga goti muombe Mungu, "Wewe Mwenyezi Mungu, naomba unisamee kwa tendo nililofanya hili." Huyu mpaka mm. sielewa ametokea wapi, ila nimegonga amekufa. Ah, ndugu yangu, ulikaa mkosi mkubwa sana. Usiamini imani ya kishirikina, lakini ukigonga paka... ah, ndugu yangu, eh kaka, hilo pila hilo. Ndugu yangu, unagongeje paka eh? Mbona ugonge kambua, kambua kimapo tena mbali, kwanza wengine wakaokota wakaenda kula, lakini sio paka. Ndugu yangu, hebu nipe siri ya zile lugha mm. za madereva. Eh hey, mara ufanyiwe hivi. Mm. Tunataka kujua kwenye shule ayye, ya kwenye, sana, kwenye shule, kwenye shule ya udereva kuna signal zile mnafundishwaga kuna tochi ya 50 hapo. Mambo ni mengi sana dea eh, ni mdogo mdogo mbele, kuna tuliza ka kuna cheche mm. au kuna askari mbele kamua mdogo, mdogo, mdogo. Taratibu, eh. Taratibu usio na haraka ndugu yangu okay. Kwa heshima na tazima ufike unakotaka, kwa hii kufika na zile, zile, zile lugha au signal zile, zina... Eh.